pale ambapo zinaharibika. Maeneo ambayo hayana mkandarasi wao wafanye kazi hiyo mara moja. Maelekezo tumeshatoa na tumeshakuelewa, mheshimiwa waziri kusimamia, tutatarajia sasa, kama usumbufu ni wa muda mfupi, na tumewaambia TANROADS mkoa, wakipata tatizo zaidi za ya uwezo wao wasisite watoe taarifa makao makuu ya TANROADS. Wasafiri wote